Karibu kwenye ulimwengu ambao pala nyumba si mahali pa kujikinga na mvua, bali ni mahali pa kuficha ukweli, msongo, tamaa na maamuzi tunayoshindwa kuyasema chini ya ardhi hii. Ni filamu inaitwa Roofman ya mwaka 2025 Filamu ambayo ilionekana kama vicheko vya juujuu, lakini ndani yake kuna makovu, ishara, siri na mafumbo makubwa kuliko paa linalotaka kuanguka. Karibu kwenye Movie Secrets By Us, mahali ambapo tunabadilisha filamu kuwa somo la maisha na somo la maisha kuwa siri iliyofichwa kwenye kamera. Kabla hatujasimama vizuri juu ya paa hili, kumbuka full breakdown ya kina ipo YouTube. Hapa tunakupa uchachu, kule tunakupa mchuzi mzito. Sasa twende tukalipasue paa hili mpaka chini. Filamu inamfuata Channing Tatum kama Ray, mwanaume ambaye amefilisika kihisia, kifamilia na kimaisha Ray anajikuta kwenye mtego wa ajabu unaomlazimisha kufanya kazi kwa watu wasioeleweka, akiwa juu ya paa la nyumba, akikimbia hatima ambayo hajawahi kuikubali. Upande mwingine, tunaye Kirsten Dunst kama kala mwanamke mwenye nguvu lakini aliyejaa kificho. Tunaye you Juno know Temple kama Moli, msiri mkubwa anayejua zaidi ya anavyosema. Peter Dickledge kama Granger, mtu mwenye tabasamu lakini ndani kuna giza. Filamu inachanganya ucheshi mweusi, hatari na fumbo, lakini ndani yake kuna ujumbe mzito juu ya kufunika maisha yetu kama paa linavyoifunika nyumba. Jina Roofman si kwa sababu Ray anafanya kazi juu ya paa la nyumba. Jina hili ni alama ya maisha yetu. Roof tafsiri yake ni paa, linaashiria vitu tunavyofunika juu ya matatizo yetu. man ni sisi binadamu tunaoendesha maisha yetu huku tukiwa tumejifunza tabasamu. Kwa hiyo jina Roofman linamaanisha mtu anayesimama juu ya matatizo yake lakini bila kuyatatua. Ray anakuwa mfano wa watu wanaokimbia ukweli, wanapanda juu ya paa ili kuonekana imara, kumbe ndani yao kuna dhoruba. Hata tukimcheka tunauona ukweli wetu ndani yake. Siri, ishara na mafumbo katika filamu hii haikuchorwa tu kwa vicheko, bali iliwasilishwa kwa ishara ambazo zililenga jamii yetu na maisha yetu ya sasa. Juu ya paa ni ishara ya kuwa mbali na ukweli. Paa linaonyesha sehemu watu wanapopanda ili kuepuka maamuzi magumu. Ray anapokuwa juu anafikiri yuko salama, kumbe amejificha. Ishara ya kushuka ni kugusa ukweli. Kila mara anaposhuka chini anagusa uhalisia wa matatizo yake. Paa ni uvivu wa kisaikolojia, ardhi ni ukweli mgumu. Granger ambaye ni Peter Dinklage, hii ni ishara ya mfumo wetu usioeleweka. Tabasamu lake la ajabu linaonyesha mfumo unaotumia watu waliovunjika. Ni mfano wa jamii inayowatumia waliochoka kama vibarua wa ndoto za watu wengine. Kala ambaye ni Kirsten Dunst hii ni ishara ya kivuli cha uamuzi. Kara anaonyesha watu tunaoogopa kwa sababu wanajua siri zetu, yeye ni ukweli tuliouacha nyuma. Molly ambaye ni Juno Temple, hii ni ishara ya saikolojia iliyojificha. Huyu ni mfano wa sauti tunaoisikia mioyoni mwetu, lakini hatuitii. Ray, huyu ni ishara ya binadamu aliyevunjika lakini anejifanya anaendelea. Ndani ya filamu hii Ray sio shujaa, ni sisi tunajipata basamu polepole pole, kama tunatengeneza paa, kumbe tunavunjika. Maana na tafsiri ya rangi zinazoonekana kwenye filamu hii: kijivu, tafsiri yake ni uchovu wa maisha, ni rangi ya mawazo mengi, kukata tamaa na safari isiyo na mwelekeo. Njano hafifu ni nuru inayopotea, inawakilisha matumaini yaliyopungua, mwanga ambao hauonekani tena kama zamani. Bluu ya giza siri yake ni mawazo mengi, usiku ni huzuni ya ndani, vita vya kimya ambavyo Rei anapambana navyo. Nyekundu nyepesi, hii ni hatari ya kihisia inatokea wakati Rei anafikia hatua ya kufanya maamuzi mabaya. Ujumbe ambao filamu ilitaka kuonyesha katika jamii ni kuwa, Roofman inazungumza juu ya watu wanaoficha shida zao, wanaume wanaopotea lakini wanacheka, familia zinazovunjika kimya kimya jamii inayowachukua waliochoka na kuwatumia maisha yanayoonekana rahisi juu, lakini chini kuna machungu. Filamu inatuambia ukificha matatizo yako juu ya paa, yatakushusha kwa kishindo. Kwa nini uitazame filamu hii? Kama unaficha matatizo yako nyuma ya tabasamu, basi hii ni filamu itakufunua. Kama unapenda kucheka na kisha kufikiria sana ukifika nyumbani, Roofman ni ya kwako. Utaitazama kwa sababu ina mafumbo yanayogusa maisha ya kila siku. Ina uchishi mweusi unaobeba maumivu ya ukweli. Ina wahusika wanaowakilisha watu halisi. Ina mchanganyiko wa msisimko na akili. Ina siri ndogo ndogo unazoziona baada ya kuitazama mara ya pili. Hii sio filamu, ni somo la maisha lililoumbwa kwa tabasamu la uchungu. Kama unataka kuchambuliwa kwa undani, kuona siri ambazo hata direkta hakusema na kuona maelezo ya ndani ambayo hayapo TikTok, kimbia YouTube upande wa Movie Secret by Us. Hapa tunakupa vipande, kule tunakupa kitabu kizima. Usiishie hapa. Juu ya paa, shuka kwenye ukweli. Usisahau kusubscribe na kutufollow Movie Secret by Us: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Asanteni na karibu.